Kama kawa kama dawa, mshikaji wangu ambaye umekubali kuungana na mimi kwenye kukupa kali, inamaanisha wewe ni mwanangu wa dhahabu, hata mimi pia ni mwanao wa dhahabu. Furaha yangu uja pale ambapo unaona tayari nazo kali zako mkononi, yani tayari nazo stori zako mkononi za kukupatia, pale ndio huwa unapata furaha. Na ili wewe upate furaha lazima mimi nikutafutie kali, na ili nipate kali wewe upate furaha. Harakati zangu hazina mwisho, kila siku, kila dakika, kila muda, mimi naangaika kukutafutia stori kali za entertainment, yani uzipate hapa hapa Global TV Online. Ah, na leo nikawa nimetoka Dar es Salaam, nimekuja Dodoma, nimekuja Dodoma kwa sababu ya Roma, Baghdad pamoja na Mona Central Zone, mtoto wa Central Zone. Ah, shikaji kama wameungana hivyo, wanafanya hatua yao moja, inaitwa Usimsahau Mchizi. Imeanza Dodoma, after Dodoma ni Manyoni, na Manyoni inaenda Mwanza. So, so mimi nachohakikisha kwamba lazima kila kitu kitacho happen kwenye show ya Roma, Baghdad, Mona lazima utazipata kwenye exclusive, ah, kupitia hapapa Global TV Online. So, siku wa tarehe kwa, tare, kwa mkia tarehe 5 washikaji kama waliamua kufanya show pale Maisha Club ya Dodoma, mzee, kaa bonge moja la show. Watu wakahapen, watu wakaja, wakapiga show, watu wakaenjoy, wakafurahi kumona Roma, Baghdad pamoja na Mona. So mchana kabla show shoo kuanza, uh, Roma, Baghdad pamoja na Mona ankaa wameamua kufanya media tour. So wakatoka kwenye media tour, watu wakarudi hotelini kujipanga. Uh, usiku atoka ameingia kukandamiza, yani kupiga mzigo mzima. So kabla ya show kuanza, Roma akawa ameshika mic ya Global TV akaongea yake, pia Baghdad akawa ameshika mic ya Global TV akawa ameongea yake, yani ile ku appreciate kama Global TV, asante kwa hii coverage mnayotupa. Oi, e, bwana Rhymes of Magic Attraction R O M A aka Roma spread from Tongwe Records na tuko Dodoma Maisha Club, au sio? Lengo ni moja tu, tunafanya uzinduzi wa video ya okay? k Lakini pia kupromote ngoma yetu ya Usimsahau Mchizi niko na Mona Central Zone, niko na BJHDD aka Baghdad. Shout out na salute sana kwa watu wa Global TV Online kwa kuweza kufanya coverage ya hii show. Tunatoka hapa Dodoma Maisha Club, na Jumapili, yani kesho kutwa, tutakuwepo Mwanza Maisha Basement. Au sio? Asante sana, shout out sana kwa Global TV Online kwa kuweza kufanya coverage, na matukio yote yao utayapata ukicheza na link tu ya Global TV Online. Rhymes of Magic Attraction straight from Tongwe Records. Usiku wa K ni K, kila kitu ni K. Usimsahau mchizi Romo, usimsahau mchizi Moni, ila Baghdad ni K. Yo, what up, it's your boy BJ Shidi. Sura mpya, miguu ya zamani, marvelous msafe Najijua dereva so sipo kwenye listi ya Makonda nini, nauza madawa, sema ya kukonda. In fact tunashukuru sana kwa sababu Global TV online wameweza kutusupport na wameweza kuja kwenye kufanya coverage kubwa sana ya show yetu ya uh, kuzindua video ya K ni K na hatua ya usimsahau mchizi. Niko mimi pamoja na Rhymes of Magic Attraction R O M A Roma, pamoja na Moni kutoka Central Zone. Kutoka Dar tumekuja Dom, tumemchukua mtoto kutoka Central Zone Moni, alafu tunaelekea Mwanza, Mwanza. So shout out kwa Global TV online

Aa, na alikutana na washikaji zake jana Maisha, ikabidi aburudisha, akana perform na furaha na amani, anamzuka hapo washikaji zake akiangalia, na mwangalia mbele, ikabidi apige bonge moja la show. Akaja Baghdad, Baghdad bana, naye akapiga nyimbo yake fupi bitu, lakini mzuka watu wakana mzuka fulani hivi, unajua eh.

So baada ya Baghdad ikabidi apande mkatoliki mwenyewe Roma. Na wenzenu usimsahau mchizi, tumefika Dodoma freshi au sio? Safi kabisa bro. Alafu anga ndugu zetu wa Dodoma au sio, kabisa, ya sema nini, mimi naambiwa etini nyumi limejazwa na wanangu kutoka majengo sokoni e,

sahau mchizi tour, ambaye anafanya Roma, Baghdad pamoja na Mona, imeanza Dodoma. Baada ya Dodoma ni Manyoni, baada ya Manyoni ni Mwanza. So mimi nachokuhakikishia kila kitu kita happen, kila kitu kitachotokea kwenye hizi show za washikaji, kwenye hii tour ya washikaji lazima Global TV Online. Bado nina exclusive nyingi sana kwa ajili yako. Point ya msingi ni moja tu, hakikisha kila mara, kila dakika, kila sekunde Unaingia YouTube channel ya Global TV online, yani like, subscribe pia comment. Unajua ukipita mara nyingi, hata mimi pia nalipa nguvu na kuona kuwekea kali za mno, yani kali mno za kila mara, exclusive zote mimi nakupatia. Asante sana kwa timu yangu ambayo ninashirikiana nao kuziandaa hizi zote kali, yani ukiona burudani yote imedondoka kwenye Global online TV, unajua basi nyuma kuna timu yangu. Naanza na Sandra Brown, Amusa Mateja, Amani Madebe, Edwin Lundege, Hilari Daud, pamoja na Aziz na Kelvin Mosha, shout out for you guys, mmeitisha sana nyinyi, timu kali, mnaandaa kali zote zinazopitia hapa hapa Global TV. Wewe cha msingi fanya kila saa kila dakika kila sekunde, nenda YouTube channel ya Global TV Online, subscribe, like, comment. Hiyo itanifanya mimi ni kuhudumia habari kali za entertainment kila saa. So wewe, mimi sikuangushi. Wewe ni mwanangu wa dhahabu, mimi ni mwanao wa dhahabu.